hiyo ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na gamu. Uh, kipto vipi? Uh, ni kweli kwamba moshi mweupe umeonekana katika makao makuu ya kanisa Katoliki, Vatican. Naam, kwa sasa ni shangwe na vigelegele nje katika ukumbi wa Mtakatifu Petro, kwa sababu dakika tatu ama nne zilizopita moshi mweusi umepaa angani, e, mwezi mweupe, samahani, kuashiria kwamba papa mpya amepatikana kulingana na taratibu za kanisa la Katoliki inamaanisha kwamba katika muda wa dakika ishirini zijazo tutakuwa tumejua papa ni nani, ama papa mpya ni nani, kwa sababu kwa sasa anaendelea kuandaliwa na vile vile kuna utaratibu wa kumuuliza kwamba ikiwa atakubali. Kwa hivyo saa hizi vile moshi mweupe ume enda juu angani, inamaanisha kwamba amekubali, na kwa sasa taratibu za maandalizi ili kuweza kumjulisha kwa umma muda mfupi ujao. Naam, tunarejea tena kwa mwenzangu Anthony Irungu alioko kule makao makuu ya kanisa Katoliki duniani The Vatican. Irungu, kama unanipata hapo, suala hilo la kwamba moshi mweupe umeonekana limepokelewa vipi na waumini wa kanisa Katoliki na. Naam, kwa sasa vile iko kuna kengele ambazo zinaendelea kulia na zinalia kwa katika kila kanisa ambalo liko hapa Vatican, na hii inaashiria wazi kwamba papa mpya ameweza kuteuliwa. Na hadi sasa kwenye runinga ambazo zimekuwa hapa Uh, kwenye kanisa la basilika unaona moshi bado unaendelea kutoka. Watu wameinua simu zao, wengine tayari uh, wanaendelea kupiga kelele, nderemo na vifijo. Ni furaha kubwa ambayo iko hapa, kwa sababu sio wengi walikuwa wanatarajia kwamba mchakato huu utafika, uh, uh, uh, utafanyika kwa haraka, lakini onekanavyo Uh, bado watu wanaendelea kuingia ili kusubiri uh, kwa sababu pale mbele yangu kuna dirisha na kuna pazia nyekundu ambapo papa mpya atatangazwa wakati wowote kutoka sasa. Ya, kanisa la Sistine iko wazi ama bado imefungwa, na mpaka hapo papa mpya atakapotoka ndipo milango itafunguliwa rasmi. Yeah, la, hadi sasa hivi kanisa limefungwa kwa sababu uh, taratibu ni kwamba akishachaguliwa sasa hivi kinachoendelea ni kwenda kumju, uh, kumjulisha kwamba umechaguliwa kuwa papa, unakubali. Akishakubali anaambiwa uh, aweze kuchagua jina, akishachagua jina basi ataenda pale mbele ka, kwenye kanisa la Sistine, ambapo makardinali wote watapita mbele yake pengine kumpongeza ama kumsalimia mm -hmm, na kutoka hapo kiongozi wa jopo hilo atatokea pale kwenye lile dirisha na kusema kwamba tuko naye papa na At, baadaye atakuja pale mbele ili uh, kuji kuwasalimia watu na pengine ku, kuomba kidogo. Naam. Ratiba kutokea hapa sasa mpaka kipindi hicho ambacho atatangazwa na baadaye una ufahamu nao? Naam, uh, kwa sasa hatuna ufahamu, lakini uh, uh, wakati atatokea pale mbele inamaanisha kwamba rasmi yeye ndiyo papa, na kutoka hapo uh, itakuwa tu kusubiri uh, misa ambayo inaweza kufanyika Uh, Jumapili ambayo ni itakuwa misa yake ya kwanza ya umma ambayo ataweza kuongoza kama papa. Naam, kwa faida ya msikilizaji pengine utueleze tumefikaje hapa kwamba sasa tuna papa mpya. Naam, ni baada ya kifo chake Papa Francis uh, wiki mbili zilizopita na mazishi yake na makadinali mia moja thelathini na watatu ambao wako na uwezo wa kupiga kura na walio chini aa, ya miaka themanini wakaweza kuungana pamoja na kuja hapa aa, katika kanisa la Sistine ambapo wamepiga kura, tuseme, ya kwanza jana, mbili leo asubuhi na nyingine leo moja. Hivyo basi hizo ni kura tano sawa na zile ambazo zilipigwa wakati Papa Francis alikuwa anachaguliwa na sasa ni kusubiri tuone, uh, papa mbe atakuwa na ujumbe upi, kwa sababu atapewa nafasi ya kuzungumza na kila mtu ambaye ako hapa mbele ya kanisa la St Peter's. Naam, naona kama ki... kidogo Anthony Rungu laini yake tena kidogo imedoroka lakini, na, bila shaka bado tuna taarifa hizo. Mm-hmm. Unanipata? Ndio ya kuna watu wengi sana, kila mtu akona simu hivyo basi mitandao ni, ni shida, hivyo basi inabidi ina usonge kila mahali kutafuta mahali pazuri, lakini kama unavyosikiza sasa hivi ni vifijo na nderemu, wengine wanalia, wengine wameinua bendera, lakini hawajui uh, papa mpya anatokea kanisa lipi. Naona pale kuna uh, bendera za Brazil, kuna zingine kule uh, za Philippines ambazo zimeinuliwa hadi sasa hivi Uh, ni kimya uh, mdomo huko kimya, hatujui ni nani ambaye ataibuka mshindi, lakini wakati wote kutoka uh, kutoka sasa, tutakuwa tukipata ni nani. Naam, lakini dalili za mvuo wa siku zote ni mawingu na fununu zozote, pengine kuhusu mambo yamekwendaje, ama ndo usiri wenyewe sasa ndo unajidhihirishia hapo. Usiri ni mwingi sana, lakini eh, kama nilivyokuambia hapo awali, kuna wale ambao walikuwa wanapigiwa wanapigiwa upatu kwamba uh, watakuwa papa, na kuna wale wa Afrika ukiangalia ule uh, kutoka demokrasia uh, ya Kongo ambaye anaitwa uh, Abongo uh, Besungu huyo ni mmoja ambaye pengine bara lote la Afrika lingetarajia kwamba atakuwa papa wa kwanza Mwafrika ama pile uh, pia kutoka Ghana uh, Peter Turkson huenda akawa ni wa kwanza Mwafrika kuwa papa, ama pia uh, yule mwingine kutoka Guinea, Robert Sarah huenda akawa ndiye papa, lakini matarajio ya wengi ni kwamba papa ambaye ata tokea atakuwa mtu mwenye ataendeleza mageuzi ambaye uh, Papa Francis alikuwa anaongoza, na pia atakuwa na ujumbe wa amani wakati huu ambapo uh, dunia inakabiliwa na uh, ma matatizo mengi ya vita, na pia papa ambaye ataweza kuunganisha kanisa, kwa sababu kumekuwa na migawanyiko mingi uh, ijapo kwa masuala tuseme kwamba uongozi wa kina mama kanisani, ndoa za jinsia moja taka hayo ni mambo ambayo papa mpya ataweza kuyaangazia na pia kujaribu mm -hmm, kuleta makardinali wote pamoja. Naam, asante sana.